Kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo una saini fomu inayosema nauza nyumba, lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba, kwa kuna mazingira ya pasina shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Bi Alice lakini kama mnakumbuka ndugu yetu Justus Emu Lugaibula, Mungu wa mrehemu alishafariki, na kwa maandikio msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi, ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Jusus M Lugaibula, menielewa. Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii, sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu ana, inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa mama Alice, alikuwa na watoto nje ya mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo Mama Alice anakuwa msimamizi wa miradi. Na inaweza kutokea mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosoviwa muda huu.